wa ibada za usiku, ubora wa kufanya ibada usiku, ikiwa ubora wa kufanya ibada usiku usiku wowote wa mwezi wowote ye, ikiwa ni usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ubora wake si utakuwa zaidi. Lakini pia kwenye mada chukua na nasaha muhimu sana kwetu sote Waislamu, ibada za usiku ghaliban, kwa maana ibada za usiku mara nyingi ndizo zinazopatikana kwenye hizo ibada. Kitu kinatoitwa ikhlas, kitu muhimu sana katika lolote atakalolitenda mwislamu kumtendea mola wake ni ipatikane kitu ikhlas. Limadha, kwa nini? Lianna al-abda yaqumu fi dhulumati llaili, kwa sababu nja husimama katika giza la usiku. La yarahu ahadun, haonekani na yoyote. Sasa lilikuwa anasimama giza la usiku, haonekani na yoyote kwa hivyo ni maasiliano yake na mola wake yasiyojulikana na yoyote. Ipeka wa usiku una ubora sana katika kufanya ibada, kwa kupatikana hili la ikhlasi ya mtu kwa lile analolifanya, na muungano wake yeye na mola wake. Kwa hivyo, Ibn Masud ni sahabiyun jalil, sahaba mtukufu tilmidhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mwanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Imepokewa kutoka kwake kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema fadlu salati llaili ala salati nahari, ubora wa swala ya usiku hiyo sini ibada ubora wa kuswali usiku juu ya ukuswali mtana, ka fadhli sadaqati sirri ala sadaqati alaniya, yani ni kama fadla, ni kama ubora wa swadaka za siri, sadaka unaoitoa kwa siri juu ya sadaqa unaoitoa kwa udhahiri. Kwa maana sadaqa ile unaoitoa kwa siri na unaitwa kwa dhahiri. Ndiyo tafauti ya swala yako ukiswali usiku na kuswali mtana. Tayib, Abi Huraira radhiyallahu anhu na yasema Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, afdalu siyami ba'da Ramadhana shahrullahi Almuharram. Umeona, saumu bora baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu ya mwezi wa Mungu wa Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza katika kalenda yetu. Lakini angalia hapa, apeleleza asema afdalu siyami ba'da ramadhan, ba'da ya Ramadhani. Kwa hivyo, ina maana kwenye Ramadhani ndiyo saumu bora ya kipekee kushinda saumu yoyote ya mwezi yoyote. Hii karina hapa

swalatul layli ni swala ya usiku, na swala ni ibada. Ndio ubora wa kufanya ibada usiku. Je, ikiwa ni katika masiku ya Ramadhani? Jaza mwenyewe fatama. qiyamu llaili ikatimia, hili la kisimamo cha usiku, an yakuna laylan, kuwa ni usiku kisimamo ufanywe usiku kama qala alhafidhu ibnu rajab alhambali kama alivyosema huyu bwana rahimahullah, li thalathati umurin, kwa mambo matatu. La kwanza li anna fiha al asrar, kwa sababu katika kufanya ibada za usiku pana siri nyingi sana, na hizi ni nasaha uzichukue baada ya kulielewa hili. Fahiya aqrabu ila al ikhlas swala za zi usiku ziko karibu sana na mtu kumtakasia Mungu kufanya ikhlas, kuwa amefanya kwa ajili yake. Idha aratta ikhlas, iwapo unataka hilo la kufanya ikhlas. Kama hutaki, waweza kusimama misimamo wa usiku na ile si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, imekosekana ikhlas. Au wanan thaniyan, la pili idha aradta an tukawia ikhlasaka, wewe ukitaka kuchilia nguvu ikhlasi yako lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu aliyetukuka, falaika biqiyamillaili, jilazimishe na kisimamo chosi la ahadan ya'lamu anka, hakuna yoyote anayekujua wala ahadan yadri anka, wala hakuna mwenye ufahamu wa kuwa umesimama. Ni beina yako wewe na mola wako kwenye usiku wa giza, nsiri yako wewe na mola wako. Ndio ikawa ibada za usiku ni ibada bora sana, je, katika masiku na mausiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Thalithan, la tatu aqrabu nnasi ilaika la yadri anka, walo karibu zaidi wa watu wako hawakujui ulifanyalo. Idhan, kwa sababu hiyo, hiya akrabu ila likhlas, itakuwa ibada hizo ziko karibu zaidi ni ikhlas. Uliposimama usiku mwenzako kwenye nyumba moja wamelala, hawakujui ulifanyalo. Limana, ni siri yako wewe na mola wako Ibadatu llaili ashaku ala nafsi, ibada ya usiku ni nzito sana kwa nafsi. Kwa sababu nafsi huwa imefilikwa na shauku ya kulala, na kulala ni raha, na raha hii ya kulala imefanywa usiku ni nzuri zaidi kuliko mtu kulala mtana. walmujahadatu takunu fiha akthar na mujahada kuikaza nafsi kushindana na nafsi huwanzaidi usiku, mpaka unapoinuka huwa kweli umeizidi nafsi yako. Wahi wa lidhalika yakunul ajru fiha a'zam, yanakuwa malipo ujira kwenye ibada za nyakati za usiku ni kubwa zaidi. Asemaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? sita Suratul Muslimin asema hivi inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, tafsiri ya neno hili, hakika kuamka usiku, hakika kuamka usiku na kufanya ibada kunafikiana zaidi na moyo na maneno yake yanatua zaidi, huwa ni maneno ya utulivu kabisa. Neema ya misimamo ni kusimama usiku, na neema ya mausiku utakiwa kusimama ni usimame katika mausiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala alhafidh Ibnu Kathir, Ibnu Kathir asema, asemaje? Sikiliza na mnukuu, na saha kubwa sana hizi, ndugu zangu katika imani asemaje, wal gharadu na lengo, anna nashi atal leili, kuwa nyakati za usiku kusimama mtu kufanya ibada, hiya sa'adatuhu wa awqatu, ni sa'ada zake, hiya sa'atuhu ni yale masaa yake, wa awqatuhu, na nyakati zake, wa kullu sa'atin minhu tusamma nashi'a na kila saa miongoni mwa usiku huitwa sehemu ya usiku. Wal maqsudu na makusudio, anna qiyama llaili, ni kuwa kisimamo cha usiku huwa, ashaddu muwataatan, ni zaidi kuwafiki. Baina alqalbi wal lisani, kati ya moyo na ulimi. Wa ajma'u ala tilawati, na nyinyi kukusanya zaidi juu ya kisomo hivi ukisoma Qur'ani nyakati za usiku utaona utulivu wake hata kushinda kuisoma katika nyakati za mchana wa lihadha qal wa hili tu ndipo Mungu akasema, hiya ashaddu wataan wa aqwamu qila, nyakati za usiku ikikusudiwa, inna nashi atalay basi ndizo saa zenye kuwafiki zaidi na ndizo ambazo ni aqwamu qila kwenye kunena kwako kwa wa kuna utulivu zaidi, wajua unalolisema. Hata kuathirika kwako kwa, kwa, kwa unachokisoma, ei ajma'u lil khatir, ni yenye kukusanya zaidi moyo. Fi adai lqiraati, katika kukitekeleza kisomo. Watafahumiha, na kukifahamu kile kisomo min qiyamin nahari, kuliko hata kisimamo cha mchana Limadha liannahu, waktu ntishari lnasi, mchana ni wakati kwenye, eh, wa watu kuenea. Walafti laswati, na mtanganyiko wa, wa, wa, wa, wa, wa sauti nyingi. Wa auqati lmaashi, na ni nyakati za watu kwenda mbio kufanya maisha umeona. Ndio ubora wa ibada za usiku. Anas bin Malik aliisoma aya hii ipi? Hitu liyochagulia kuisoma inna nashi atleili hiya ashaddu wat'an wa, wa, aqwamu qila, aliisoma aya hii akaisoma hivi. Hebu sikiliza, palipotemkwa na akasoma akatemka vipi? Alisema hivi

wasoma wa aqwamuqila faqala lahu inna aswaba wa aqwama wa ahyaa wa ashbaha hadha wahidun, kwa maana ukisema hakika ni cha usawa zaidi, ni chenye msingi zaidi, ni chenye maandalizi zaidi, ni chenye kufanana zaidi. Mamoja hayo akaisoma hii aya kinamna hiyo, walihada qala Ndipo kisha akasema hivi inna laka fi nahari sabahan tawila, una wewe katika mchana sabahan tawila, tatawuan kujitolea, kathiran kwa wingi, lihawaijika kwa haja zako mtana. Fa idha jahada linsanu nafsahu fi dhati llah, akipigana jihadi kwa kufanya bidii mwanadamu mwenyewe katika dhati za Mungu, hadahu Allahu ila tariqi lqawim, Mungu atamwongoa katika barabara ya sawa. Warafaahu ila darajati lmuhsinin, atamuinua kwenye daraja za watu wenye kufanya wema. Ndipo Mungu akasema katika Ankabuti 69, walladhina jahaduu fina wale walopigana jihadi wakaizishinda nafsi zao katika sisi. Lanahdiyannahum subulana, tutawaongoa wa wao kwenye barabara yetu. Wa inna llaha la maa lmuhsinin, na hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kufanya ihsani. Jua shika na saha, ibadatul leili, ibada ya usiku yakunu fiha mazidu tadaburin, hupatikana ziyada ya mazingatio watafahumi, na ziyada ya fahamu. Lianna lmashaghila ghayru mutawafira, kwa sababu shughuli si nyingi usiku. Fayatawatau fiha lqalbu wallisan, basi hujaikaafikiana moyo na ulimi ala ltafahumi watadaburi, juu ya kufahamu na kuzingatia Al-laylu usiku musimu ni musimu litanazzuli rahmati ya kuteremka rehma nyingi wa linuzuli rabi lardhi wasamawati na kwa kushuka mungu wa ardhini na mungu wa mbinguni faadhmat libadatu fi ibada pia kwenye nyakati za usiku zikawa ni kubwa wa kana laha hadha al-afal lathar ikawa na athari hii liannahu waktu fadhilun kwa sababu ni wakti bora. Kwa nini tusichague aliyo bora zaidi kuliko bora? Ibada za mchana tuzifanyeni, ibada za usiku tuzifanyeni zaidi. Ndio ubora huu wa ibada za usiku, na ndizo nasaha tunazopewa na ulamaa wetu, ili tukiingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tuyafanye hayo ziada kwenye usiku na sisi tusipunguzeni kasi katika mtaa. Mwenyezi Mungu namuomba atuwezeshe hilo na, na kutuwezesha ni baada ya kututakabadia dua yetu ya kutufikisha salama katika mwezi uliotukabili wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa alihi wa ashabihi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh